Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, na mnyama Simba akiweza kutoka kifua mbele ndani ya dakika hizo 45 za kipindi cha kwanza goli eh, la Simba, goli la kwanza lilifungwa na Morris Abraham, wakati goli la pili Jonathan Soa Uh, Simba Mweusi akiweza kuwapatia Simba uh, bao la pili na kuwakamilishia dakika 45 za kipindi cha kwanza akiwakamilishia uongozi wa mabao mawili. Mimi naitwa Geoffrey Robert, lakini nipo na Emmanuel Simon. Tutaenda kuzitazama dakika 45 za kipindi cha kwanza, tujue kipi ambacho kimewasibu Mbeya City. Uh, uh, kipindi cha kwanza kimekuwa kigumu sana kwa Mbeya City kwa sababu mpaka hivi sasa wako nyuma magoli mawili, na magoli mawili ni mlima mrefu mbele ya timu bora kama Simba, maana yake kuna kazi ya kupanda kusawazisha magoli mawili na kutafuta bao la ushindi, kitu ambacho nadhani mpaka hivi sasa kwa Mbeya City si kitu ambacho wanaweza kukifanya, pengine kwa kipindi cha pili. Moja, wana kadi nyekundu, ni moja kati ya sababu ambayo imewafanya pengine mpaka hivi sasa wawe nyuma kwenye idadi hiyo ya magoli mawili. Sababu baada ya kadi nyekundu, mipango mikakati yote ya Mbeya City iliharibika, wakacheza na idadi kubwa sana nyuma kwa maana wachezaji wao karibia wote ambao walikuwa wana attack katika eneo la juu wakashuka chini kuongeza idadi kwa ajili ya kufanya Simba isiyo hatari zaidi katika lango lao. Lakini bahati mbaya uh, mnapokuwa mnacheza kwa tahadhari sana kwenye safu ya ulinzi ndio wakati ambao pia mnakaribisha makosa mengi. Wameruhusu makosa mengi sana katika safu yao ya ulinzi na makosa mengi yamefanywa clearance na goalkeeper uh, Beno Kakolanya. Amesave michomo mingi sana uh, kwenye kipindi cha kwanza na unaweza kusema mpaka hivi sasa ndiye man of the match kwenye kipindi cha kwanza kwa upande wa Mbeya City kwa sababu ameokoa nafasi nyingi ambazo Simba kama yu, yu, mipira yote ile ingeingia kambani, maanake hivi sasa tungekuwa nazungumza Simba anaongoza nne mpaka tano kwa sababu Simba ametengeneza na almost nafasi tatu mpaka nne za wazi kipindi cha kwanza, lakini ubora wa Beno Kakolanya umewa umepunguza idadi ya magoli kwa Mbeya City nafasi ya Jean Shalawa yena golikipa ameshindwa kuweka mpira kambani. Kuna nafasi pia alipata Jonathan Soa, ilikuwa ni ya kuweka mpira kambani, lakini pia hakuweka mpira kambani. Nafasi nyingine ni ya Alasani, uh, Maodo Kante ilikuwa inaenda kambani, lakini ubora wa golikipa ukawaweka sehemu salama. Unaweza ukasema kipindi cha kwanza kimekuwa bora zaidi kwa upande wa Simba kwa sababu ya magoli ambayo wameyapata yote mawili, lakini pia ni kipindi cha kwanza ambacho kimekuwa kigumu zaidi kwa Mbeya City, kwa sababu mpaka hivi sasa wako nyuma kwa idadi ya magoli mawili. Na kuna wakati kwenye mpira kuelezea mbinu inaweza ikawa ngumu sana, kwa kwa sababu nilisema hapa kwamba kwa namna ambavyo Mbeya City wameingia, naona wamekuja kushambulia na wawo, yes, na wao kwa sababu walikuwa na idadi kubwa sana. Ukitaka uamini hilo, angalia kipindi cha kwanza baada ya kadi nyekundu, mpango wao mkakati wa kushambulia umekufa mpaka hivi sasa, nikikuuliza swali, Mateo Anthony amefanya nini katika eneo la ushambuliaji? Yeah. kwa sababu ni mchezaji ambaye ana sifa ya kushambulia, anategemea zaidi timu itembee. Leo wamemnyima uhuru. Pia bwana mdogo Omari Chibada ni kiungo ambaye mara nyingi sana, timu ilikuwa kwenye balance, yeye huwa anapandisha mashambulizi, kusogea juu. Yeah. tulikuwa tunamzungumzia hapa mara nyingi, ni mtu ambaye pia huwa ana overlap kwenda juu kuongeza nguvu kwenye kushambulia, lakini timu imeshakuwa pungufu, inacheza chini zaidi ya mstari maana yake hawa wachezaji wote ambao nimekutajia uwezo kwaona tena hatari yao katika eneo la juu. Ambukile tumeona hapo ameanza kwenye kikosi, yaani kiulizwa kipindi cha kwanza alikuwa anafanya nini uwanjani, kama vile unaweza kusema hakuwepo, kwa sababu ya hiyo kuwa pungufu na kukosa mipira mingi ambayo ilikuwa inasogea juu ya uwanja, kuwapa nafasi kubwa Mateo pamoja na Ambukile pia kuwa na eneo zuri la kuattack baada ya Vitalis kupata kadi nyekundu. Kwa hiyo mpango mkakati wa kocha wa Mbeya City umekufa kwa sababu ya kadi nyekundu. Lakini kwa Simba unaweza ukasema Suleiman Matola kuna namna ambavyo timu leo inacheza vizuri. Licha ya kwamba Mbeya City wako pungufu, lakini Simba hii leo unaona pasi zinaonekana. Kuna namna ambavyo wanajaribu kusogea. Licha ya kwamba hawana utulivu zaidi katika eneo la juu, lakini unaona Simba inapiga pasi na inasogea kwenye lango la Mbeya City. Kwa hiyo nafikiri, Mbeya City kipindi cha pili, wanatakiwa pia kuongeza hiyo discipline kwenye safu ya ulinzi kwa sababu imeonekana kipindi cha kwanza Simba wametengeneza nafasi nyingi sana. Leo unaweza ukasema kama vile Yakubu iko likizo. Yaani hajakutana na mchomo wote hmm, yule ambao Mbeya City wamepiga. Yaani, yeah, mipira yote, karibia yote, Simba na wanashambulia tu kwenye lango la Mbeya City. Kwa hiyo uwezi kusema kwamba pengine Yakubu leo naye pia ameshambuliwa sana hapana? Hata defense ya Simba leo iko likizo sana. Ukimwangalia eh, Karabu pamoja na Nangu, mipira mingapi ambayo wameserve ya hatari? Hakuna dangers yote ambayo wameokoa. Kwa hiyo nafikiri Mbeya City ndio wako sehemu hatari zaidi kwenye kipindi cha kwanza hiki. Na kuna kitu ambacho wanatakiwa kufanya kuelekea kipindi cha pili. Kipindi cha pili, kuna kitu wakiongeze kwa upande wa Mbeya City. Tuje kumtazama Vitalis Mayanga, anapata kadi nyekundu eh, mapema kweli katika mchezo. Kadi nyekundu ambayo ilikuwa haina sababu yeye kuweza kupata kabisa, ni kadi nyekundu ya kujitakia, kwa sababu kwenye mpira, uh, dangerous play always ni straight red card, kwa sababu mpira alikuwa nao yeye ndo anaumiliki, kulikuwa hakuna sababu ya kufanya lile tukio ambayo amelifanya kwa maana ya kumpiga mrigo kwa kutumia konga si ndio? mm -hmm. Alikuwa hataki kufanya vile, kwa sababu mpira unamiliki wewe, kwa nini uache mpira umfate mtu? Maana yake ile ni dangerous play, alafu anarudisha ule ile konga sehemu karibia tapachoni hapa. Kwa hiyo alicho kitafsiri refa, hakuwa labda anabahatisha, ni tafsiri ya sheria kumi na saba kwa maana dangerous play yoyote ile ni straight red card. Pale alikuwa anahatarisha maisha ya mtu. Otif kumpasua mtu jicho, meno, kwa hmm, sababu ile ni haikuwa na ulazima. Kwa hiyo ni kadi nyekundu ambayo amejitakia na nafikiri, kama ukitaka uamini kwamba hata yeye mwenyewe alijutia baada ile kadi nyekundu, amesimama uwanjani takribani dakika nzima anajiuliza kwamba mimi nimefanya lile tukio. Kwa mba. me, me, li hiyo kuna wakati kwenye mpira damu kishachemka sana, unakuwa kama vile unawaza vitu vingi sana. Yes. Kwa hiyo nafikiri ni kadi nyekundu ambayo hata yeye atakwenda kuijutia kwa sababu ameigharimu timu mpaka hivi sasa. Baada ya kutoka yeye, timu imeruhusu magoli mawili, kwa hiyo imepoteza staili yao ya uchezaji na mpango mkakati wa kocha umepungua, kwa sababu ya hiyo kadi nyekundu ambayo imetokea ambayo Vitalis Mayanga ameipata. Kwa hiyo ni kadi ya kujitakia na haihitaji hata discussion kwamba labda pengine ameonewa. Hapana, ni kadi nyekundu ya kustahili ya kujitakia kabisa. Yes, ni kadi nyekundu ya eh, kujitakia ambayo ameenda kuipata Vitalis eh, Mayanga, na unaweza ukasema sasa amemwalibia mpango mkakati wa mwalimu unacheza, yes. Na timu kama ya Simba eh, ambapo hata mgetimia bado mgepata changamoto, lakini mnavyopungua kabisa, anazidi kuzamisha na fikiri second half pia baada ya mpango wa kipindi cha kwanza kufa, kipindi cha pili, kocha Mwangata kwa upande wa Mbeya City, kuna haja ya kufanya substitution nao hmm. uh, sioni kama kuna haja ya kuwa na washambuliaji wawili pale mbele. Nafikiri kuna namna anatakiwa kupunguza, baki na mshambuliaji mmoja alafu aongeze mtu kwenye eneo la kiungo kwa sababu tumemwona tumeona kwenye eneo la kiungo viungo wawili wa Mbeya City wanakutana na wakati mgumu kwa sababu Simba wanakuwa na idadi kubwa sana kwenye eneo la kiungo wanapokwenda kuwashambulia Mbeya City. Sasa hivi Kagoma anacheza juu ya mstari kwa sababu e, um, muda mwingi timu ya Simba inafanya high pressing kwa sababu hawa uh, jamaa wa Mbeya City wote wamerudi nyuma. Manake hata ukimwangalia uh, Alasan Kante na yeye pia anacheza juu ya mstari ndio maana unaona anapata nafasi ya kujaribu kwa sababu timu karibia yote ya Simba imesogea ipo juu na wanashambulia kweli kweli kwenye lango la Mbeya City. Kwa hiyo ili kutengeneza balance na angalau kuongeza nguvu katika eneo la kiungo anahitaji kupata kiungo mwingine ambaye ataenda kusaidia katika eneo la kiungo. Manake awe na viungo watatu ambao watakuwa nasaidia kwenye kukaba kabla ya kuifikia defense yake. Inawezekana akatengeneza balance angalau ya kupunguza idadi ya magoli, kwa sababu sasa hivi Mbeya City, mpango pekee ambao wamebaki nao wa kupata goli labda kwa mpira wa counter na mipira iliyokufa yes, kama watapata. Lakini sitarajii kuona kama Mbeya City wanaweza katengeneza bao kwa, tunasema kwamba wamepasiana zimetembea pasi wameenda kupata goli. Kwa nini? Itakuwa ngumu, kwa sababu tayari kwenye mpango mkakati wanaenda kushambulia wakiwa na idadi ndogo wangekuwa na shambulia wakiwa na idadi kubwa ametimia, inawezekana wangetengeneza uh, goli kwa mfumo labda wa pasi fupi fupi ama kupitia maeneo ya pembeni, lakini hivi sasa unategemea zaidi counter. Simba wanapokuwa amejisahau wanashambulia e, sana lango la Mbeya City. Mbeya City wakipola mpira ndo wanategemea sasa kupiga haraka maeneo ya pembeni ama kupiga kwa namba tisa ambaye atakuwa akasimama, ili kufaidika na kaunta na idadi e, ndogo ya wachezaji wa Simba wanapokuwa kwenye eneo la ulinzi. Kwa mpango umekuwa mgumu kwa sasa hivi ukijaribu kuvaa viatu vya kocha Mbeya City Mwangata unaona kabisa ana wakati mgumu kipindi cha pili, kwa sababu atakuwa anawaza kupunguza idadi ya magoli, lakini pia anawaza utaratibu pengine mwingine wa kuweza kupata tabao la kuweza kufutia machozi, kitu ambacho ni kigumu sana kwa kwa upande wake kulingana na namna ambavyo Simba wanacheza, lakini pia kulingana na namna ambavyo Simba kuanzia kwenye eneo la kiungo wanacheza kwenda mbele, wamekuwa na idadi kubwa sana ya wachezaji. Kuna muda wanakuja mpaka wachezaji watano, yes. Yaani pale juu unamuona, aua unamuona mpanzu yuko pale Haitoshi toshi na muona Jonathan Soa chini ya Hassan Kant, anaongezeka Morris, unamuona pale sasa. Imagine wachezaji watano against wa nne, inakuwa changamoto kidogo. Kwa hiyo Simba wanajikuta na nafasi kubwa sana ya kuwa na mpira kwenye box. Ndio maana mipira mingi kipindi cha kwanza Simba kwenye box wame, wame, wame, wamecheza sana na mipira mingi wameigusa. Ndio tukawa tunasifia ubora wa Beno, amesave save mipira mingi sana katika e, lango lake na kuiweka pengine kupunguza idadi ya magoli kwa upande wa Mbeya City. So, kwa upande wa Beno Kakolanya amekuwa na dakika 45 bora e, na tulikuwa tunazungumzaga sometime uh, zinapokujaga tuzo labda ya magolikipa bora mm. Ukitazama kwa mfano Yakubu na Beno, unamwona leo Beno ndio ipo kazini sana eh. Tofauti na Yakubu, ya, sijaona shoot on target yoyote kwa uh, eh, Mbeya, hajapita hajapiga hata mm. shoot off target mm. sio tu on target, hata off target hajapata kona, hawakuwa na shoot on target mm. yani kwa lugha okay, nyepesi lango la Simba lijasalimiwa hata kidogo na, mm. na Mbeya City na unaelewa, kwa sababu mzani umeelemea kwao mm. na kwa nini Beno kafanya kazi kubwa? Kwa sababu mzani uko upande wake, yani asilimia ya mashambulizi yote ambayo yamepatikana hii leo ni kwa upande wa Simba wakiwa wanawashambulia Mbeya City, kwa hiyo yeye lazima awe bize sana, kwa sababu anaiweka timu yake sehemu salama, yesi ni sehemu yake ya kazi, lakini kwa namna ambavyo Simba wanashambulia lango la Mbeya City maana yake lazima tu afanye saves nyingi kama golikipa, licha ya kwamba hawezi kufanya saves zote kwa sababu kwenye ubora wake amepambana, yes, kupunguza idadi ya magoli, kwa sababu kama Beno asingekuwa kwenye ubora wake... kwa sababu kuna game kadhaa hapo nyuma Beno amekuwa akifungwa magoli ambayo mpaka watu wanajiuliza, huyu ni Beno mzoefu ambaye sisi tunamjua? Lakini hii leo amekuwa kwenye kiwango kizuri, licha ya kwamba ameruhusu magoli mawili. Maana yake angekuwa ni Beno wa mechi kadhaa nyuma, sasa hivi Simba angekuwa mbele almost kwa goli 4 au 5. Hmm. Kipindi cha kwanza kwa sababu Simba wamefika, wame kwenye lango la, la Mbeya City mara kadhaa na wamepiga mashuti ambayo yameenda golini ko, kama yote angekuwa anaenda kambani, maanake tulikuwa tunazungumza stori nyingine hapa. Mfano, shuti la Alasani Kante Maodo, alizungusha kama goli, kipa angekuwa hayuko makini, ungeenda kambani moja kwa moja, jinshal amepata nafasi yeye na Beno uso kwa uso, ameshindwa kuchagua yengo, Beno ameenda kucheza free shoot. Kwa hiyo pengine hapo tungekuwa tunazungumza story nyingine kwamba huu mpira ungekuwa kambani. Kuna nafasi alipata Jonathan Soa pia mapema sana, alikuwa na uwezo wa kuweka mpira kambani lakini pia Beno akabaki kwenye ubora wake. Kwa hiyo kwa namna yote ile, Mbeya City lazima utamsifia Beno kwa performance ambayo ameionyesha na huwezi kulinganisha na Yakubu ambaye ya amekuwa kama yuko likizo siku ya hii leo. Na hapa unaweza kunikumbusha yes. Itachi ngapi ya ambazo Yakubu leo amefanya kipindi cha kwanza, yani kugusa tu mpira akiwa uwanjani. Kuna muda kwenye mpira zamani watu wakicheza usikia bora ukipa mpe asome gazeti, yes. Yani kama vile kwake vile hakuna mashambulizi kabisa, kama hakuna mpinzani kwa kitu ambacho kimekuwa sehemu salama sana. Na hapa kwenye swali lako pia la msingi la kuna wakati tukasema unajaribu kulinganisha hawa magolikipa wawili, mbona Beno kafanya kazi kubwa, lakini ubaya sasa wa mpira ulivyo atakayeondoka na clean sheet kwa asilimia kubwa labda unaona ni Yakubu. Mm. Kwenye mpira tunamhesabu yeye alikuwa bora, kwa sababu kaondoka na clean sheet, si ndio? Mm. Beno ambaye kaokoa michomo mingi na karuhusu magoli mawili, sio anaonekana kwenye mpira ameruhusu magoli mawili, na hata inapokuja kwenye swala la tuzo, mwisho wa msimu anayehesabika ni yule ambaye alitoka na clean sheet. Yes. Sio yule aliyokuwa michomo mingi umenielewa? Mm. Kwa hiyo ndivyo namna ambavyo mpira ulivyo, kuna wakati uh, unaweza kuchukua tuzo ya golikipa bora kwa sababu ya clean sheet, lakini haikuwa na saves nyingi kama tunavyoona kazi kubwa anaifanya Beno. Kwa hiyo tusubiri tuone second half itakuwaje. Pengine Mbeya City wanaweza kafanikiwa kwenye counter za kushitukiza kwa sababu sioni kama wanaweza kaja na mpango mkakati, yes, wa kufunguka tena moja kwa moja. Kama Mbeya City kocha wao hata badilika kwa maana ya kuongeza kiungo katikati. Naona Simba wakiongeza idadi ya magoli. Sawa, so bwana, sisi tutarejea tena hapa baada ya dakika 45 za kipindi cha pili.